Mchezo wa kuogelea au kushindana sio lazima ufanyike kwenye swimming pool. Unaweza kutumia pia maeneo ya wazi ya maji ya asili kama vile mito, maziwa, bahari, kwa ajili ya kufanya shughuli za mchezo wa kuogelea lakini pia kufanya mashindano ya kuogelea. Baraza la michezo la Taifa, BMT, malengo yetu makubwa ni kutumia rasilimali zote zilizopo hapa nchini kuona kwamba zinaweza kutumika kwenye shughuli za michezo hii, kila mmoja akuze kipaji chake kulingana na eneo ambalo ametoka. Kama kuna mito kuna maziwa kuna bahari na mtu anapenda kushiriki mchezo wa kuogelea, apate fursa hiyo kwao, kwa kwanza, na programu hii ya leo chini ya chama cha kuogelea Naamini mpango wetu wa kutumia resources effective za nchi katika kuhamasisha michezo litaendelea kufanikiwa vizuri, hasa kwa kupitia mashindano haya. Sisi kama chama, dhamana yetu ni kuendeleza michezo kwenye maji. Kwa hiyo tulikuwa tumebobea zaidi kwenye mashindano ya kwenye swimming pool, lakini kuanzia mwaka jana tumeongeza wigo na kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania wengi zaidi kwenye kuogelea kwenye maji ya wazi kwa maana ya bahari, mito, maziwa na leo tumefanya mashindano ya kwanza pa Kigamboni Jimwema. Kwa mara ya kwanza tumepata washiriki kumi, kati ya kumi vijana wa kiume walikuwa saba na wa kike walikuwa watatu, na tumepata wageni toka Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Ni mwanzo wa mzuri, mashindano yamekuwa ya mafanikio na tunategemea tutapata baadhi ya vijana waliofanya vizuri zaidi kwenda kushiriki mashindano ya, ya wazi katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati ambayo yanategemewa kufanyika Mombasa kuanzia wiki ijayo. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sisi kama chama tume shukuru ote, dawa, mbao, andalizi, kewgezo na tumefurahika. Tunawashukuru waogeleaji wote waliokuja, tunawashukuru wadau ambao wametusapot, tunashukuru sana kamati ya maandalizi ikiongezwa na mwenyekiti Thauria Diria, wamefanya kazi kubwa. Tunawashukuru makochi na wazazi waliokuja na watoto wao, tunawapongeza sana. Na leo kuna kijana wa miaka kumi na tano ameweza kuogelea kwenye bahari. Haya ni mafanikio makubwa kama unapata vijana wa miaka kumi na tano wanaweza kuogelea kwenye bahari kwa kilomita tano wote. Wote wa wa ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo tunawapongeza washiriki wote, waogeleaji wote, waogeleaji walioshiriki ni washindi, ingawa kuna wale ambao wamepata medali, lakini kwetu sisi wote ni washindi. Kuogelea kwenye bahari kwa kilomita tano au kilomita moja, manake mabinti wameogelea kwa kilomita moja ni jambo la ujasiri, ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo haya mashindano yatakuwa kila mwaka yanafanyika, tunategemea kwamba mwakani tutapata waogeleaji wengi zaidi. Tunawasihi wadau wote, serikali na watu wa private sector waje watusupoti wa ili tuweze kuwafikia watanzania wengi zaidi katika mchezo wa kuogelea. Nimefurahi kushindana na nimefurahi pia kupata ushindi wa namba moja na kwa upande wa changamoto, labda kwa upande wa changamoto ambazo nimepata, spidi haikuwa kubwa, lakini ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo nipo katika kutengeneza taimu zaidi, nipate taimu za kushindana mbali zaidi, kufika Olympic.